safari huanzia katika mirija ya uzazi, kwenye mirija ya uzazi ambapo yai la mama hukutana na mbegu za baba. Ndani ya masaa 24 toka kukutana kwa yai na mbegu, yai hilo huanza kugawanyika kutoa seli nyingine nyingi ambazo zinaanza kumtengeneza mtoto. Wakati yai hilo likiendelea kugawanyika, hushuka taratibu kutoka kwenye mirija ya uzazi kushuka kuelekea kwenye mfuko wa kizazi. Kuna sababu kadhaa zinaweza kusababisha ya hilo kushindwa kushuka na kubakia kwenye mirija ya uzazi. Hali hiyo husababisha mimba kutunga nje ya mfuko wa kizazi, hali ambayo si salama kwa mama mjamzito. Mimba kutunga nje ya kizazi inaweza kumsababishia mama mjamzito maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu, kutokwa na damu ukeni, na maumivu ya bega. Kama ni mjamzito na ukaona dalili hizo, ni vizuri kuwayo hospitali kwa msaada zaidi. Inachukua siku tatu mpaka tano seli hizo za mtoto kushuka kutoka kwenye mirija ya uzazi mpaka kwenye mfuko wa kizazi. Seli hizo baada ya kufika kwenye mfuko wa kizazi, huendelea kugawanyika zaidi na kujichimbia ndani ya kuta za mfuko wa kizazi. Mifumo mbalimbali ya kumkinga na kumlisha mtoto akiwa tumboni inaanza kujitengeneza kwenye mwezi wa kwanza wa ujauzito. Hata kondo nalo huanza kujitengeneza mwezi wa kwanza kumsaidia mtoto kupata virutubisho vyake kutoka kwa mama. Japokuwa katika mwezi wa kwanza wa ujauzito mtoto tumboni anakuwa katika umbile dogo sana kuliko hata punje ya mchele, lakini uso na macho yake yanaanza kujitengeneza. Pia moyo wa mtoto unajitengeneza na kuanza kudunda na kusukuma damu kwenye mishipa mikuu ya damu kwenye mwezi huu wa kwanza wa ujauzito. Katika kipindi hiki cha mimba changa ndio kipindi ambacho mama mjamzito anashauriwa anashauliwa kuzingatia matumizi ya vidonge vya vitamin anavyopewa kliniki. Vitamini hivyo kama vile vitamini B6 na folic acid ni muhimu sana kwa ukuaji huu wa mwanzo wa mtoto. Kipindi hiki cha ukuaji hutokea kwa wajawazito asilimia kubwa wakiwa hawana taarifa kuwa ni wajawazito. Ili kuongeza usalama kwa mama mjamzito na mtoto wake tumboni, inashauriwa kutumia vidonge hivyo vya vitamini kipindi anachojiandaa kubeba mimba. Kwenye mimba ya miezi miwili, sura ya mtoto inaendelea kujitengeneza na masikio yanaanza kuchomoza pembezoni ya kichwa. Mikono na miguu inaanza kuchomoza pamoja na vidole vya mkono na miguu vinaanza kuchomoza kwenye mwezi huu wa pili wa ujauzito. Pia katika mwezi huu wa pili, mrija unaounda ubongo, uti wa mgongo na mishipa kadhaa ya fahamu unakuwa tayari umejitengeneza. Mfumo wa umeng'enyaji wa chakula na milango ya fahamu inaanza kujitengeneza. Kitovu cha mtoto nacho kinaanza kukua kutoka tumboni kwa mtoto mpaka kwenye kondo. Pia baadhi ya, ya mifupa inaanza kuimarika, hali inayoweza kukifanya kijusi hicho kuanza kucheza tumboni, ila kwa sababu ni bado kidogo sana, mama hawezi kuhisi chochote. Katika mwezi wa pili wa ujauzito kijusi hakina jinsia, haiwezekani kutofautisha wa kiume wala wa kike. Mara nyingi kwenye mwezi huu wa pili wa ujauzito wajawazito wanaanza kupata dalili kadhaa za ujauzito kama vile maumivu kwenye matiti, kuhisi uchovu kuliko kawaida, kukojoa mara kwa mara kuliko kawaida, kupata kiungulia, kuhisi kichefuchefu na wakati mwingine kutapika. Mwili nao unaanza kuzalisha damu nyingi ili kukidhi mahitaji ya kiumbe kipya. Hali hiyo husababisha kasi ya mapigo ya moyo ya mama kuongezeka ili kusukuma damu ya ziada. Katika kipindi cha mwezi wa tatu wa ujauzito, viungo mbalimbali vya kijusi vinaendelea kukua. Mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi huu wa tatu wa ujauzito, muonekano mwonekano kamili wa mtoto unakuwa umekamilika. Mwonekano wa kijusi pamoja na mkia wake vinapotea na kuwa na umbile kamili la mtoto la kawaida. Japokuwa jinsia ya mtoto bado ni ngumu kujulikana hata kwa kipimo cha ultrasound, lakini mifumo ya uzazi inaanza kujitengeneza katika kipindi hiki. Mikono, kiganja na vidole vya mkononi, miguu na vidole vyake vinakuwa vimekamilika, na sasa mtoto anaweza kukunja ngumi na kufungua. Mwanzoni vidole vyake vinakuwa kama vidole vya bata, na mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi wa tatu wa ujauzito ngozi hiyo ya katikati inakuwa imepotea. Pia ana uwezo wa kufungua na kufumba mdomo wake. Mifupa ya mtoto inaendelea kukomaa. Ngozi na kucha za vidoleni zinaendelea kukua. Figo za mtoto zimekuwa na kuanza kutoa mkojo, na kwa wakati huu kope za mtoto juu na chini zinakuwa bado zimejishika na kufunika macho. Urefu wa mtoto kutoka kichwani mpaka kwenye makalio katika kipindi hiki unakadiriwa kuwa sentimita sita mpaka saba na nusu. Kwa sababu katika kipindi hiki asilimia kubwa ya viungo vya mtoto vinakuwa vimekamilika, hivyo uwezekano wa mimba kuharibika nao unapungua kwa kiasi kikubwa baada ya miezi hii mitatu ya ujauzito kwa mama mjamzito, dalili alizozipata katika mwezi uliopita zitaendelea au kuongezeka zaidi katika mwezi huu wa tatu wa ujauzito. Matiti yanaongezeka ukubwa na kupata mabadiliko mengine kwenye matiti kama vile kuongezeka kwa chuchu na kuwa nyeusi zaidi. Na kama mjamzito ana ngozi ya chunusi, kipindi hiki zinaweza kuongezeka zaidi ya kawaida.